Katika ulimwengu huu hakuna mtu ambaye hataki kukwezwa. Hata katika uhusiano kati ya marafiki na watu tuwajuao, au wakati wa mazungumzo au kufanya kazi na wengine, hakuna mtu anayependa kudharauliwa. Watu hupendelea kuthaminiwa. Kwa sababu hii, wakati mwingine mahusiano na watu yana changamoto na mfadhaiko. Hii pia ni sehemu ngumu zaidi katika kufanya kazi ya injili. Ni vizuri kujitoa sisi kwa sisi na kujaliana, lakini watu wanaposisitiza wakisema hii ni sahihi au hapana, hiyo ni sahihi, migogoro inaweza kutokea na hisia zinaweza kuumizwa bila kukusudia. Mungu anasema kwamba upendo ndilo lililo kuu. Upendo huwafikiria wengine kabla yake wenyewe. Moyo unaofikiria maumivu ya wengine badala ya maumivu yake wenyewe ni moyo wa Mungu. Ni vigumu kufanana na moyo wa Mungu, lakini lazima mbadilishwe kupitia upendo ili kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo, hebu tuweni upendo. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Kwa kuwa yeyote anayejikweza atashushwa, na yeyote anayejinyenyekeza atakwezwa. Mnahitaji moyo mnyenyekevu kutambua kwamba wanachosema wengine ni sahihi. Ikiwa ninyi si wanyenyekevu, mtasisitiza juu ya njia yenu wenyewe hadi mwisho ambayo inaweza kuonekana kama ukaidi. Mnapowatendea kaka na dada zenu kwa unyenyekevu, mwishowe mtakwezwa kulingana na maneno Mungu atawakweza kwa wakati wake. Kwa kuwa Mungu anataka mkwezwe na mfanikiwe kuingia katika ufalme wa mbinguni. Aliwapa mafundisho mengi kuhusu unyenyekevu. Waumini katika Sayuni ni kaka na dada zenu wa kiroho. Si uhusiano wa mwenye cheo ya juu na mwenye cheo ya chini, bali ni uhusiano kati ya ndugu mkubwa na aliye mdogo, yaani, familia Ikiwa kuna jambo ambalo hawalijui, unawafundisha. Ikiwa kuna chakula kitamu, unashiriki nao na unajali kama wanajisikia baridi au joto. Hivi ndivyo familia inavyofanya. Sayuni inapaswa kuwa mahali pa uchangamfu na pa kustarehesha ambapo upendo wa familia huhisiwa daima. Kaka na dada zenu ni nafsi za dhamani sana ambazo Mungu ameziokoa kwa kuyatoa maisha yake mwenyewe. Zaidi ya yote, kuwakaribisha kwa shangwe na kuwatendea kwa uchangamfu waumini ambao Baba anawathamini sana kunampendeza. Walikuwa wamefurahia utukufu mbinguni, lakini wakaja chini duniani na sasa wanaishi maisha magumu. Unapokuja kanisani ukiwa umechoka kutoka kazini na muumini mwenye upendo anayefanana na Mungu anakukaribisha kwa shangwe, hili hukutia moyo na kukupa nguvu. Hata kama haionekani kuwa nyingi, kuwasalimia watu kwa furaha kunawapa nguvu na huleta shangwe kwa yule anayesalimu. Pia imani yao inaimarika zaidi na moyo wenye upendo wa kuokoa hata nafsi moja hukuzwa. Kama vile msemo unavyosema, unaweza kulipa madeni elfu kwa neno moja tu. Salamu moja inaweza kuokoa nafsi ya mtu. Kufanya hili lazima mjishushe na mwe wanyenyekevu. Ikiwa mna unyenyekevu wa kutambua kwamba mtu mwingine yuko juu yako, salamu zitakuja kawaida na utainamisha kichwa. Hebu tuishi maisha yetu ya imani kwa kujinyenyekeza na kuwakweza wengine kulingana na neno la Mungu. Kuhubiri ukweli ni upendo, lakini msingi lazima uwe upendo unaochangamsha mioyo ya wengine hata kimwili. Hata kama mtu akizaa tunda bila upendo, hatimaye litaanguka. Ndiyo maana Baba alisema ishini kwa upatanifu na umoja. Kama watoto waliofundishwa na Baba Ahnsahnghong, tafadhali wasalimie wengine kwa adabu na semeni kwa upole na kwa uchangamfu. Badala ya kutumia maneno yanayoumiza wengine, Hebu tufariji na tutie moyo na tunene maneno mazuri na mema ili kutia msukumo na kugusa mioyo ya watu. Ndipo mtakapozaa matunda mengi. Kama vile miti yote huchanua na kuzaa matunda ikiwa imerutubishwa vizuri. Kaka na dada watapata nguvu na kuzaa matunda wanaposikia maneno mazuri na yenye kutunza moyo. Tafadhali tini neno la Baba na mtekeleze injili inayompendeza. Mbinguni ni pazuri sana na kunafurika kwa shangwe kiasi kwamba haiwezi kuelezewa kwa maneno. Natumaini mtakuwa watoto wa upendo watakaozaa matunda tele ya upendo na kukaa katika ufalme wa mbinguni milele.